Leo tumebakiza siku chache kuelekea uchaguzi mkuu. Nendeni mkawahamasishe jamii waende wakapige kura tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025 wamchague rais wanayemtaka, wamchague mbunge wanayemtaka, wamchague diwani wanayemtaka. Hakuna tishio lolote, hakuna kelele zozote. Vyombo vimejipanga, mamlaka za serikali zimejipanga. Watanzania tarehe 29 watakwenda kwenye vituo vya kupigia kura, Watapiga kura kwa amani, hakuna nywinywi wala nywinywi <laughs> mtu yote akiwauliza, wambieni hakuna nini, hakuna nywinywi wala nywinywi. Watanzania watakwenda, wanapiga kura kwa amani, watachagua kiongozi wao. Huu sisi ni utamaduni wetu wa Tanzania, kila baada ya miaka mitano tunafanya nini? Fanya uchaguzi. Hasa aweza akajitokeza mtu, mtu akasema tusifanye uchaguzi, yani ni sawa sawa mtu leo hii akae pembeni anakwambia sasa bwana, kuanzia leo tuna kampeni yetu hii, hakuna kula wewe. Utakubali kutokula? Sasa na sisi ni lazima tuchague viongozi. Tarehe 29 ndio siku yetu, na waambieni vijana, waambieni wana michezo waende wakapige kura, wawe na amani, wasibabaishwe na kelele za mitandaoni. Utaratibu umewekwa vizuri, haki zote za Watanzania zimezingatiwa na mazingira ni bora.